Ndugu waandishi wa habari, nimewaita hapa leo kwa sababu ya kesi ambayo nimefunguliwa na mtu anayeitwa Bwana Harbinder Singh Seth kuwa nimemkashifu na kumshushia heshima mbele ya jamii kwa vile eti nimezungumzia sakata la IPTL na ameomba mahakama, mbali na mambo mengine, nimlipe mabilioni ya fedha. Tuhuma hizo za bwana Seth kwanza si za kweli, kwa sababu sijamkashifu na wala kumshushia heshima. Lakini mimi nampongeza sana na kumshukuru kwa ujasiri wake wa kunishtaki. Kwa sababu kesi hii itatoa fursa ya kumaliza jambo hili, linaloweka wingu kwa muda mrefu sana katika taifa letu. Lakini pia kesi hii itanipa nafasi ya kuweka ukweli wote wazi na mwisho kuufukia kabisa huu mzoga unaoitwa sakata la IPTL. Binafsi sikatai kuandika maneno ambayo bwana Seth ananituhumu nayo, kwamba nimemkashifu. Maneno hayo niliandika na kuchapishwa katika akaunti yangu ya X, zamani Twitter, na maneno yale yanaakisi picha halisi na yenye ukweli wa jambo zima hili la IPTL. Pili, maneno haya mimi niliongea kwa nia njema kabisa ya kutaka kupata ufumbuzi wa sakata hili, na tatu, maneno yale nimeyasema kwa vile mimi nilibahatika kuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya hesabu za serikali PAC iliyoshughulikia sakata la IPTL kama mnakumbuka, wakati ule maarufu kama sakata la escrow. Hivyo nilitumia privilege hiyo kuwaeleza watanzania wenzangu ukweli wa jambo hili. Narudia kusema ni kweli maneno yale niliyoyachapisha kwenye ukurasa wangu wa X ni ya kweli na niliyasema kwa nia njema, kwa nafasi yangu kama kiongozi, kwa sababu nina ufahamu ukweli wa jambo hili, na ni wajibu wangu kama raia kulinda rasilimali za taifa dhidi ya njama zozote zile za kupora rasilimali hizo kwa kisingizio cha uwekezaji. Sasa mimi nitakwenda mahakamani na namwambia Bwana Seth tukutane mahakamani, na nitajibu madai dhidi yangu na kuitumia kama fursa nafasi hiyo adhimu kabisa kueleza ukweli wa kadhia hii, kwamba moja, taarifa zote nilizochapisha katika ukurasa wangu wa X ni sahihi na ni tafsiri ya kesi mbalimbali zilizoamuliwa na Mahakama Kuu, Mahakama ya Rufani, pamoja na mahakama na mabaraza ya kimataifa juu ya umiliki na uhalali wa IPTL. Na hapa nina kesi zote hizo, maamuzi yote yaliyoamuliwa na mahakama zote nilizotaja, Mahakama ya Rufani, mahakama kuu na mabaraza ya usuluhishi ya kimataifa maamuzi mbalimbali. Na nilichokiandika kina akisi yale ambayo yone yote yamo kwenye kesi hizi ambazo, e, naonyesha hapo. IPTL ilianzishwa mwaka 1995 ikiwa na wanahisa wawili, kampuni ya Malaysia ya mekma ikiwa na hisa saba ambayo ni asilimia 70 na kampuni ya VIP Engineering ikiwa na hisa tatu yani asilimia 30. Na mara tu baada ya kuanzishwa, wanahisa wenyewe walianza kugombana, kwa maana ya VIP ilikwenda mahakamani na kutaka IPTL ifutwe, iwe Kiingereza wanasema liquidated, kutokana na mgogoro miongoni mwao. Baada ya vita ya muda mrefu VIP liliondoa shauri hilo mahakamani kutokana na makubaliano ya baadaye na kampuni ya Pan African eh, Power baada ya kutambulishwa kwa I VIP kwamba ilikwisha nunua hisa za ile kampuni ya Malaysia ya, ya, ya Mekma. Mahakama Kuu ya Tanzania kupitia kwa Jaji Utamwa ambayo hivi sasa ni marehemu ilikubali ombi hilo la PAP, la Pan Africa Power na kuipatia PAP uendeshaji wa masuala yote ya IPTL ikiwemo zile fedha zilizokuwa kwenye akaunti ya escrow zaidi ya dola za Kimarekani milioni 148. Eh, na PAP ikatumia amri hiyo ya mahakama kujisajili BRELA na pia ikaweza kugawa hisa za ziada kwa makampuni mawili High Tide Trade na Eurasia Holdings Limited zote zikigawiwa hisa moja moja, na hapo ndio bwana Seth, akawa mwenyekiti mtendaji wa kampuni ya IPTL.